Siku tatu kabla ya kusainiwa makubaliano kati ya Kongo na Rwanda ifikapo tarehe mbili Mei asasi za kiraia na vyama vya upinzani vinatoa wito kwa utawala wa Rais Felix Tshisekedi kuzingatia zaidi maslahi ya umma kwenye makubaliano hayo na Rwanda na kuepuka maslahi yake binafsi ili kuendelea kubaki mamlakani. Taarifa kamili na Lilian Mtono. Tamko la nia ya amani lililosainiwa kati ya Kongo na Rwanda mjini Washington Ijumaa iliyopita chini ya uangalizi wa serikali ya Marekani kwa nia ya makubaliano ya amani linatazamwa vibaya na upinzani wa kisiasa nchini Kongo. Muungano wa vyama vya upinzani walamuka chini ya uongozi wa Mathe Fayulu umemtuhumu Rais Tshisekedi kuweka rehani madini ya Kongo ili kulinda maslahi yake ya kisiasa. Kwa mujibu wa msemaji wa muungano huo Prince Epenge, makubaliano kati ya Kongo na Rwanda kwa nia ya kiuchumi kama inavyotakiwa na Marekani katika eneo la maziwa makuu, yatasababisha makampuni ya Marekani kuja kukaa Rwanda ambayo ina viwanda na kutengeneza nafasi za ajira huko, huku Kongo ikiwa shimu ambalo mali ghafi inachimbwa tu. Hata hivyo, Prince Epenge amesema lamuka inaunga mkono mazungumzo na makubaliano mengine yoyote kwa jina la amani, lakini isiwe kwa njia ya msongamano kama inavyoonekana wakati huu. Kwa upande wake, chama cha siasa cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila kinaona makubaliano haya kama kitendo cha uporaji kinachoungwa mkono na Marekani. Chama hicho kinamshukuru rais Tshisekedi kwa kutaka kukabidhi migodi ya Kongo kwa jirani yake Rwanda. Lite Bisimwa ni miongoni mwa wasemaji wa chama cha PPRD katika jimbo la Kivu Kusini. ni mambo ambayo tunapaswa kuenda nayo na umakini zaidi kwani Amerika imetumika miaka mingi na Mobutu hapo awali, na tunajua kama haikufanyizia kitu Kongo. Sasa hii wanataka kuleta urafiki na sisi, siwazi kama ni kufaida ya Kongo, kwani mambo ambayo umeandikiwa kati ya ile mikataba ya kusema eti ha hata na mapori za kwetu zitakuwa zinaongozewa kwa ujumla na nani, na Rwanda, ile inaleta wasiwasi mingi. Siwazi kama tunapaswa kwenda kunabeba vile kwenda kunakamata mambo hivyo. Kwa upande wake wapinzani Seth Kikuni na Claudel Lubaya wanakosoa mijadala iliyofanyika katika miji ya Doha nchini Qatar na Washington nchini Marekani, wakikemea kile wanachokiita kuwa kipaumbele kinachotolewa kwa masuala ya kiuchumi pekee. Lakini pia asasi mbalimbali mbali za kiraia zimetoa wito kufunguliwa kwa mazungumzo ya kikanda yanayozijumuisha nchi zote jirani za Kongo ikiwa ni pamoja na Rwanda. Amos Bisimwa ni mwanaharakati wa vuguvugu la kiraia linalochunguza vitendo vya bunge na serikali, na anadhani kwamba mikataba ambayo tayari imesainiwa na ile iliyosalia kusainiwa haitoshi, na anapendekeza mazungumzo kati ya Wakongo nchini Kongo. Tunawaza kama hii haitaleta suluhisho, kwa sababu sio mikataba ya kwanza ambayo wanasaini na mateso ya Wakongomani inaendelea kwetu. Nawaza kama uh, suluhisho ya muhimu ingelitokea kwa Wakongomani wao wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kuna shida nyingi sana ndani ya nchi. Kuna shida za uongozi mubaya ambao kila siku tunapigia yoe, pia wafanyasiasa wetu wao wenyewe kwa wenyewe hawasikilizani kuna mambo mengi ambayo haitembee e, ndani ya nchi. Akizungumza na ujumbe wa maaskofu wa kanisa Katoliki na Kiprotestanti wa Senko ECC Jumatatu mjini Doha, waziri wa mambo ya nje wa Qatar Muhamed bin Abdul Aziz bin Saleh Al Kulaifi alithibitisha kwamba Qatar inaunga mkono juhudi zinazofanywa kuleta amani nchini Kongo.